Halo, hey. salama salama. Hey, asante sana mkuu. Hey, uh, mimi nilikuwa nimwatafuta eh, baada ya kuiona message ya, ya kujiunga na chama cha Filmason sasa mimi nilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa kujiunga na chama cha Freemason. Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo so, so <manyanhet> so, ndio. A uh, mimi niko tayari. Uh, eh, kwa hiyo shilingi elfu hamsini mimi nitaitoa nita, nita, nita tu nipate fomu ya kujiunga na chama cha Fimazon. Nina shida sana. Ah, uh, marehemu eh, baba yangu mimi aliniachia ah, ulisio wa, wa, shamba hili moja na yeye tali nimebahatika nimeuza juzi. Kwa elfu hamsini mimi nitaitoa tu. Nitaitoa, nitaitoa, nitaitoa, nitaitoa, nitaitoa ili niweze kujiunga na chama. Nina maisha magumu mimi. Yaani huku nina hali ngumu. Yaani tulizaliwa wawili tu na sasa hivi eh, dada yangu yuko mjini anateseka, tuna maisha tu huko. E, na sijui kama ameshaolewa ama hajaolewa sielewi. Kwa mimi huku njaa ndo njaa, usiseme. Yani huku maisha ni magumu sana huku kijijini. Kwa unataka nibadilishe maisha, niwe na maisha mazuri, nahitaji mimi niwe tajiri, kila mtu atakaponiona aseme kweli, Matonge, Matonge. Yes, kweli Matonge. Sasa e, nilikuwa naomba msaada sana mnisaidie kwa hilo <coughs> Sasa nataka nitume elfu hamsini. Mtandao gani kaka? yeah. yeah. <coughs> Mtandao... Voda, ya. Voda. <coughs> <tandao>

Halo, alo. Hey, mkuu, nimeshatuma shilingi elfu hamsini. Hmm, ndiyo baba, ndio. Haina hey. Ah, shida ah, kumbe umeiona eh. Hey, mkuu, niko serious kweli, ndio maana hivyo E, yani hako kaila nimekatuma hako, yani ni kwa sababu tu e, najua kwamba hapo ni lazima e, mambo yatakaa sawa. Yakikaa sawa zitarudi k e. Haina e. Shida mimi ndachukua mchomoko tu huku e, kwetu Nyabangala huku huku sisi sana iko michomoko koo, lazima nitachukua mchomoko tu e. E. Ndo daladala zetu huku mkuu. <laughs> Ndo daladala baba, nakuja nakuja huko, nakuja nakuja, ndugu yangu. Kwa hiyo nikishafika mimi tu mjini huko nitakupigia simu aiza, ukae tu kabisa standi, mimi nikukute, itakuwa vizuri zaidi. Na shida ya kujiunga baba yangu, ndo maana hivyo eh. Maisha magumu. Yaani huku bila kulima mambo hayaendi. Kwa hiyo ndo maana hivyo, nataka mambo yakae sawa mkuu. Haina shida. Mama. Mwanao naenda mjini. Nimekuja kukuaga mama yangu. Ninakwenda kutafuta maisha, kutafuta pesa. Eh, lakini naenda kutafuta kwa matumaini. Naenda mjini mimi. Eh, naenda kuwa tajiri mkubwa. Ningefurahi kama ungekuwepo mama yangu. Ungiona faida ya mtoto wako. Ninaenda kutajiri kama mama. Japokuwa ya ushatangulia lakini nahitaji baraka la zako. Nauzunika sana mama yangu, nauzunika sana kukukosa. Naumia sana katika nafsi yangu mama, baba, bibi yangu, naondoka, naena kupambana baba. Mwanao Matonge nimekuja kukuaga baba yangu, ninaelekea mjini baba yangu, ninaenda kutajirika, ninaenda kuwa milionea. Ninasikitika tu kwamba ninaenda kuwa tajiri hali ya kuwa nyie mshatangulia, inaniuma sana lakini nimekuja kuomba baraka zenu kwa sababu huko mlipo, mko safe salama na imani. Bibi. Bibi, nakukumbuka sana mimi mjukuu wako nakukumbuka sana, mjukuu wako nakumbuka matani nakumbuka ucheshi tulikuwa tukitaniana muda wote. Bibi yangu umenipenda sana mimi mjukuu wako, niseme tu kwamba ninawaacheni kijijini hapa, nielekea mjini mimi kutafuta pesa lakini nina imani kabisa ninaenda kuwa tajiri bibi yangu. Kama ungekuwepo na imani ungeudi ujana ungefurahi sana bibi yangu. Sina mengi sana kuzungumza bibi yangu, mimi nimekuja kuwaaga wote familia yangu ndio kuisha kutangulia mbele za haki. Ninaomba radhi mbele yenu, maana mimi ni mwanadamu vilevile. Huenda nimekosea, naomba mnisamehe sana. Lakini nakwenda mjini kutajirika. Sasa ili nangaika, usiku kucha sina pa kulala, nangaika mchana kutwa sina pa kula huku najituma, wala kidogo nisije kufa, japo matatizo mi jamani yananisonga. Huku mjini sina ndugu wa kunipata, maji kula shida ni vurugu, miguu yangu ndo mtaji jamani.

Pambana ili nangaika, usiku kucha sina pa kulala, nangaika mchana kutwa sina pa kula, huku najituma walau kidogo nisije kufa, japo matatizo mimi jamani yananisonga huku mjini sina ndugu wa kunipata maji, kula shida ni vurugu, miguu yangu na mtaji jamaa sina pa kula huku, najituma wala kidogo nisije kufa, japo matatizo mi jamani yananisonga huku mjini sina ndugu wa kunipata maji, kula, shida ni vurugu, miguu yangu ndo mtaji jamani.